Ajenda ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA cha no reforms, no election sasa imewasili mezani kwa msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimeweka wazi kuhusu kupokea wito wa msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi kwa mujibu wa taarifa ya CHADEMA, kikao na jaji Mutungi kinafanyika Jumanne, Machi kumi na nane elfu mbili na ishirini na tano huku ajenda kuu ikiwa ni no reform no election. Na ametafutwa na uandishi wa habari kuweza kuzungumzia swala hilo jaji Mutungi, ambapo pia amethibitisha bila kufafanua kwa kina sababu ya wito wake. CHADEMA ilitangaza kampeni ya no reform, no election, bila mabadiliko hapana uchaguzi, ikilenga kushinikiza mabadiliko ya kisheria kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kwa mujibu wa msimamo wa chama hicho, pasi na mabadiliko hayo kufanyika, chama hicho kitaushinikiza umma kuzuia uchaguzi usifanyike. Kauli mbiu hiyo iliwahi kujibiwa na viongozi mbalimbali wa CCM wakisema mabadiliko yameshafanyika na uchaguzi utafanyika. Mbali na CCM, katibu mkuu wizara ya katiba na sheria Eliakimu Maswi aliwahi kujibu hilo akisema kama kuna nia njema ya mabadiliko, ofisi za wizara ziko wazi kwa yeyote kwenda kujadiliana. Alisema kuwa serikali inaongozwa kwa kuamini katika maridhiano, wanamkaribisha yeyote kwenda kuridhiana naye kuhusu mabadiliko. Hata hivyo, alisisitiza CHADEMA pekee haiwezi kuzuia uchaguzi kwa kuwa mchakato huo unahusisha wananchi na chama zaidi ya kimoja. Taarifa ya CHADEMA imetolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia siku ya Jumatatu ya Machi 17, 2025. Brenda katika taarifa hiyo amesema siku ya Jumanne chama hicho kitakwenda katika ofisi ya msajili jijini Dar es Salaam kuitikia wito huo. Alisema ajenda kuu ya wito huo ikiwa ni no reforms, no election. Aliongeza kuwa katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika ataongoza ujumbe wa kwenda kwa msajili wa vyama vya siasa kisha taarifa ya mrejesho wa kitakachojili itatolewa na chama hicho. Na mtazamaji, tunafahamu ya kwamba suala hili limejiri kwa muda mrefu sasa na hatimaye mamlaka zimeanza kuitikia wito wake. Mamlaka hii ya usajili wa vyama vya siasa nchini ni mamlaka kisheria ambayo inapaswa ijitegemee, kwa maana ni mamlaka inayojitegemea mbali na serikali, mbali na vyama vya, vya siasa hivyo tunasubiri kuona makubaliano ama maridhiano ama mashauriano baina ya ofisi ya msajili wa vyama vya, vya siasa pamoja na chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania ambako wamekuwa wakizungumza katika majukwaa yao mara kwa mara e, kuhusiana na ajenda hiyo ya no reforms, no election ambapo hivi karibuni pia katika uzinduzi wa kampeni hiyo rasmi kabisa tulishuhudia tangazo ambalo lilieleza kuhusiana na e, kuchagiza zaidi wananchi kuendelea kuchangia katika tone nimo ama tone tone ikiwa ni E, kampeni ambayo inalenga ukusanyaji wa fedha kwa wanachama wa chama hicho, lakini pia lengo kubwa la fedha hizo ambazo zitapatikana zitakuwa ni kwa ajili ya kuweza kuunga mkono juhudi ama harakati za viongozi mbalimbali wa kereketo, makada ambao watakuwa wakiendesha zoezi la kuzungumzia No reforms No election katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania kwa maana ya ziara ambazo zitakuwa zikifanywa mbalimbali, mikutano ya hadhara na mambo mengine ambayo yatahusishwa, yatahusisha fedha kwa ajili ya uratibu wa jukwaa hilo. Pengine ni mambo gani ambayo yanaweza katazamiwa, tunaweza tukajadili sote kwa pamoja katika sehemu ya uwanja wa kuandika ujumbe mfupi, unao nafasi ya kutuambia maoni yako.